Swali yeah, la mwisho kabla hatujahama hapa eh? mm. Ni wakati sahihi Singida Black Stars kumwachia Gamondi abaki na majukumu ya timu ya taifa na wao watafute kocha mwingine? Ni swali la ndugu yetu. Ukiangalia namna ambavyo, ujue hatujapata matokeo ya ushindi <coughs> kwa maana ya kushinda mechi, lakini kuna improvement ambazo zinaonekana kwenye kikosi cha timu ya taifa kuanzia kwenye uchaguzi wa kikosi, ile spirit ya wachezaji, lakini pia muundo wa kiuchezaji, unaona kuna vitu ambavyo ni viashiria vya aina ya falsafa ya mpira wa Miguel Angel Gamondi. Kuifikisha Taifa Stars hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza, ameweka historia ambayo jina lake litaandikwa kwa muuli wa moto juu ya mawe mm, itasomwa ili jina Miguel Gamondi, vizazi na vizazi, lisisahaulike, lisisahaulike kabisa. Sasa kuhusiana na timu ambayo ilikuwa inamiliki, kwa maana ya Singida Black Stars, inamiliki mpaka sasa hivi, bado yuko chini ya Singida na yeye mwenyewe alisema, aliombwa, aliombwa si ndio? Na tuliombwa tu wape, tukasema taifa letu, ngoja wanitumie. Ndio. Nafikiri itategemea na mlengo wa, wa mm, kwa sababu mlengo wa serikali kwa maana ya wizara mm. ya michezo mm lakini pia na mlengo wa TFF mm. ambao ni shirikisho la soka nchini mm. wao wanaona nini kupitia Miguel Gamondi kuelekea huko 2027? Hiyo ni kwa upande huo eh. ni wakati sahihi Singida kumwachia, yani hawa uliowataja hizo eh, ta taasisi ambazo amezitaja mm. zikiwaambia Singida tunamwomba moja kwa moja eh, ni wakati sahihi kwa wao kumwacha wakatafuta kocha mwingine ndio? Hey, watakuwa wajapoteza kikubwa kwa sababu tayari alishawapeleka kwenye historia pia ya maisha yao. Kawapa eh, kabisa, kombe la Sikafa, eh, pa... kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza. Hmm. Lakini pia wamefuzu mashindano ya ingia kwenye hatua ya makundi kwa e, shirikisho kwa mara ya kwanza kwenye historia yao. Na ni wapi hao wao, yeye amehusika pia, ashahusika kwenye historia ya Singida, haja pia kuhusika kwenye historia mm. ya taifa ke... Singida kama, kama, kama kama kipande kidogo sana mm. cha nchi mm, wanaweza wakatuachia Gamondi, wakalipa linchi likubwa e, <laughs> alafu wao wakaangalia utaratibu wa kuwatafuta makocha wengine, kwa sababu bado wanaye David Ouma ambaye kabla Miguel Gamondi kocha mkuu alikuwa ni David Ouma kusaidiana na Melis Medo, na ameenda kushinda mechi tatu moja kupiga Mlandege, na sasa hivi ambaye anayesimamia Singida ni huyo huyo David Ouma. Kwa hiyo wanaweza wakaendelea na David Ouma au wakatafuta utaratibu mwingine, kama ambavyo waliwatafuta wakina Mirudi na kina Patrick Ossens wakampata kocha mwingine, kwa sababu mimi ninachokiamini mm. Singida Black Stars wana scouting nzuri sana nchi huenda kuliko vilabu vyote ambavyo vinashiriki Premier League kwa maana ya NBC. Tuweke nukta, unasemaje wa Jackson? Alichokizungumza Ramzi yuko sahihi na ni wakati sahihi, kwa sababu kama nchi tunatamani tuendelee kuwa naye mm, kwa kile ambacho amekiwasilisha kwa vijana wetu mm, lakini inawezekana zamani kidogo, miaka ya nyuma, wapo makocha ambao walipata mafanikio sana na timu ya taifa lakini pia naye ni miongoni mwa makocha ambao wameingia kwenye hizo rekodi mm -hmm. za kufanya vizuri kwenye timu ya taifa mm -hmm. lakini kile kinachoonekana kwake kwenye mpira wetu kwa sasa hivi mm -hmm. kinaonekana kikubwa zaidi Aha. Kwa sababu alichokifanya wakati upo Yanga kimebaki kwenye historia mm -hmm. alichokifanya wakati upo Singida Black Star mm -hmm. kimebaki kwenye historia. alichokifanya kwa muda mfupi kwenye timu ya taifa mm -hmm. kimebaki kwenye historia japo, mm -hmm. inawezekana misingi hajaiweka yeye mm, wa makocha ambao waliweka, lakini kile ambacho nikiwasilisha kinaonekana kwamba mm -hmm. kina kina mlengo mzuri, kama atapewa muda wa kuendelea kukaa, mm, inawezekana kama takiandaa cha kwake mm, kikawa bora zaidi, kwa sababu mazingira tayari ameshayafahamu, mm, anajua namna